The, the same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, ya watu tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui, ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo hii leo, kwenye new story, the same chapter. Wewe ni shujaa wetu kwa siku nyingine tena, hii ya leo ni kukaribisha kusikiliza simulizi ya rafiki yetu Jenifer, na Jenifer anasema ana mambo mengi sana ya kutuambia, haswa mabinti. Anasema kuna mambo ambayo amefanya kwenye umri wake, kwenye usichana wake, hatamani kuona binti mwingine yoyote ambaye bado hajafanya hivyo basi ayafanya hayo mambo. Anasema anajutia sana yako mengi sana ambayo anatamani kama maisha angerudi nyuma ili basi aweze kuyabadilisha ayafute kwenye historia ya maisha yake, lakini haiwezekani. Jambo ambalo umeshalifanya ni umeshalifanya tu, haliwezi kubadilika tena, haliwezi kurudi nyuma. Na nasema maisha yangu yote mi nitaishi nikijutia, nitaishi na historia ambayo natamani ni siku moja nipoteze kumbukumbu niisahau, lakini haiwezi kubadilika bado mambo yatakuwa yale yale. Tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana, ambapo Jenifa anasema amefanya mambo mengi sana, ametueleza vile familia yake ilivyo. Kwa ajili ya muda, basi tukirudia tena hapa, feedback ya jana ilikuwa yaani, nikisema nitoe feedback ya jana ni ndefu sana, kwa sababu ndo tulianza kujua maisha halisi, au jani ni mtu wa design gani, familia ametoa wenye familia gani, lakini Jenifa mpaka siku ijayo, anasema alikuwa ni msichana ambaye ni mrembo, ni mzuri, na alipoanza kujua kwamba yeye ni mrembo, basi ya kupata elimu nzuri, namna ya kuthamini urembo wake. Tokea shule sekondari, ameshaanza kuwa na mahusiano na wanaume wa tofauti tofauti mpaka kufikia kutembea na walimu wake, na anasema alienda chuo kwa kwanza, baada ya kufail form mara ya kwanza, kaja karudia, akafanikiwa kufaulu, lakini anasema alivyofaulu al hakuweza tena kufaulu ile ufaulu mzuri wa kwenda form 5 na 6, akaenda chuo. Mwalimu wake akawa anaanza yani, yani, kumtafuta. Kumbe waifu pia alishajua kwamba Jenny yani, na mwalimu wake shakuwa na mahusiano. Hakuwa anakaa anaishi mbali sana na kwetu, kwa hiyo na sisi kwa tu nasema yani mbaya zaidi ya tu mke wake tuko tunasali naye kanisa moja kwa, namjua yule ni mke wa mwalimu wangu, na mwalimu mwenyewe natembea naye, namjua fujo. Anasema sijali wala siogopi wala siwazi. Siku ndio yeye amejidai kumtumia meseji, kumbe sio mwalimu alikuwa anamtumia meseji, ni mke wa mwalimu. Na anasema mwanzo mwalimu alikuwa na shule yake, akiwa chuo anawasiliana naye, anamtumia pesa, anamwomba hela na nini, lakini Jenifer anasema alipokuja huku hakutaka mawasiliano naye sana kwa sababu jana zamani, nilipofika chuo kule, nika yani, nikakutana na wakaka fulani, kama mwalimu wangu ni mwanaume mshamba mshamba, anataka kujiweka mbali naye. Lakini alivyomtumia meseji kwamba kuna zawadi anataka kufanyaje, zawadi yake amemwandalia, anataka kumpa, ndio jana nasema akajibu sawa, akaanza kujiandaa ili kwenda kuonana naye, lakini yeye anasema sijui ni kuwaje, uvumilivu ukamshinda yule mke wake. Sasa sijui ni mke wake au mke wake, ndo aliona hizo message au ndo alikuwa anamtumia hizo message, sio na nini? Anasema sikujua mimi, sikuwahi kujua. Nasema nikaona tu yeye, anasema dadangu alipambana sana kwa ajili ya kumtoa yule Mama asiingie ndani na anasema kwamba nilivangua haraka haraka, nikatoka kwa mlango wa nyuma lakini alisema nilivyotoka tena kwa mlango wa nyuma nikakutana tena kuona wamama wengine wawili ambao nahisi walikuwa na mwalimu. Ni kama walikuwa wanajua kama nitatokea huko, wakawa wananisubiri kwa hamu. Nasema yeah, nikaona isi tabu, nikarudi ndani. Nimerudi na kwa hii kelele kelele pale, nikaona dadangu amefunga geti akarudi mwenyewe. Sema ilikuwa geti kubwa sana ni ile geti ujue la kawaida tu. Basi yena sema dangu akaingia ndani, nikamshukuru sana kwa jinsi alivyoniokoa. Basi yena anatuambia dada yangu aliniokoa, kafanikiwa kuwatoa wale wamama, wakaondoka, sio ile zungumza nao nini. Lakini mimi ninachojua nilimshukuru tu dadangu yangu, hata sikutaka kujua ilikuwa jambo kufanikiwa kuwaondoa. Basi yena anasema mamaangu na babangu wapo kazini. Anasema usiku, wakati tunakula baba alikuwa bado hajarudi, alikuwa yupo niko mama, mimi mama na dada, akauliza mbona, nimeambiwa kwamba huku kwangu ulikuwa kuna watu wanagombana kuna shida gani? Nikashtuka, nikasema, sasa hapa itakuwaje? Tutajibu nini? Na nasema wakati tunawaza cha kujibu, dada yangu akajitetea, akasema, aka, kuna mama tu tulipishana maneno mimi na yeye hapo nje, nilimsalimia hakusikia afu akawa sasa ananifokea, ananiambia sijamsalimia. Ndo tukawa tunabishana, akaniambia Miriam kweli? Nikamwambia hey, ee, kweli alikuwa ana yani mi nimemsalimia jaitika su kwenye namna tu akunitetea. Hey, nikamwangalia la Mariam, nikasema mmm, mama ataamini kuli kwa sababu anajua Miriam alivyo mpole, sio rahisi kugombana na mtu. Akanambia akamasema mangu pia naye kutaka kujaji sana, akaambia oh, okay. Sawa. Jeni anasema roho yangu ikapoa tena, nikapumzika nikisi. Yani mpaka nikajisau, nika, nika nikapumua hmm, kwa nguvu nikashusha pumzi. Yani hiyo hayo ni baadhi dada ambayo dada yangu amea, lakini Jeni anasema dada yangu ameshanika kwenye mambo mengi mno mno basi, jana nasema kipindi cha kurudi chuo, tukarudi chuo, maisha yakaendelea vizuri na nini. Nasema dada yangu akawa amemaliza chuo, akawa na graduate, naamini enda graduation yake, maisha yakaendelea aje. Nasema mimi chuo mwaka wa kwanza ni kafeli. nasema hivi unajua, ile unatakiwa urudie mwaka mzima. Nasema ndo mimi, sio kwamba nimepata sijui disco nimeferi kabisa, yani kama niache chuo au nianze upya nianze mwaka mwingine upya. Anasema naanzaje kumwambia mama, baba angu ataniua, mamangu ndo kabisa atanivunja. Nimefeli kabisa, kwa sababu mimi kwanza chuoni kwenyewe y yani, nilichokosea cho, kabisa au alichokosea babangu ndio kunipeleka chuo Dar es Salaam. Jana anasema mimi chuoni ni, ni na kama nakumbuka kwenye semesta nimeenda mara nyingi sana ni mara mbili, nimeenda chuo chuo siendi, siingi darasani, sifanyi, sijui coursework, sifanyi chochote, has assignments zinazotolewa mimi sifanyi sifanyi. Basi jana anasema matokeo akatoka, sikuamini macho yangu yani, mimi

sijali chochote kile. Basi yeye akaniambia basi, mimi nikadanganyika pale na na, na jina anasema alikuwa anasoma tu chuo cha private cha kawaida, akadanganyika akaambua kwamba atafanyaje, akitembea na mkuu wa chuo atafanikiwa ku, kumsaidia asirudi nyuma, aendelee. janasema mimi tena Ndo vitu ambavyo siogopi kufanya kwenye ulimwengu. Niache kukubali, nishambwa nitasaidia, nisirudie mwaka je, anasema mimi hata sikutafuta ushuru kwa dadangu, kwa nani? nikafanya hivyo kwa sababu ya aibu. yaani naanzaje kurudia mwaka mzima, ada ya babangu, maisha ya kwetu kule yenyewe hata si mazuri kiasi hicho, ada ya babangu ya mwaka mzima imeenda bure, ela ya kula ya nauli si nini yote imeenda bure. Je, ni mimi Yes, mimi nikakubali. Nimekubali kumbe tu yalesema ah, nikaja nikangaika nikangaika, yani nikina nikipita huko nikipita huko nikienda hivi, naambia nitakuwa nirudie nitakuwa nirudie nirudie nirudie chuoni pale, nikana naambia nitakuwa nirudie ni mpaka nika, nika disappointed jina yani nalia na vurugwa, hata sijui nifanyaje, nikiwaza nyumbani nitasemaje kwamba natakiwa nirudie mwaka mzima, naanzaje kuzungumza, yani mimi certificate nimefeli kabisa. Certificate zilikuwa nirudie ni hivi, diploma mimi mpaka mwaka wa pili nitamaliza. Najiona kabisa, najiona kabisa nilivyo empty empty empty, nilivyo kama sitatoboa. Nasema baada ya kufanya vile nimeshajaribia na nini, sina tena mku achu shandanganya anasema. Nikamua sasa nimtafute dada Miriam, kumwambia ukweli, kumwambia vile vilivyokuwa Kaniambia dada yangu wenyewe alinishanga, lakini nasema, nilivyomwambia, sikuambia kwamba nimelala na mkwachu, hapana. Nasema dada yangu alikuwa ni mtakatifu, unajua ni mtakatifu vibaya mno, lakini mimi sasa ndio kimbembe. Sema so, nilivyomwambia dada yangu, dada yangu akawa ananiambia, kwanza akaanza kunilaumu sema Siwezi kusema ananigombeza maana dadangu ana sauti yake kunigombeza akaanilaumu tu, ananiambia kwani unafanya hivyo, imekuaje? Yaani wewe chuoni bora hata ungekuwa umepata sapo, tuseme ni sapo utalipia utafanya. Umefeli kabisa Jeni. Umefeli kabisa. Yaani utakurudi mwaka mzima. Nikawa itaidi. Nikamwambia nitamwambia nini baba? Nitasema mimi kwamba nimefeli kabisa kabisa, itafaa. Nikaambia tena usimwambie baba, nitakuja kumwambia mwenyewe. Akaniambia, utakuja kumwambia mwenyewe na uhakika? Nikamwambia ndio, nitakuja kumwambia mwenyewe. Yeye yeah, sema, nikakaa nikawaza nikasema, mm, kumwambia babangu ukweli haitofaa. Nitaendelea tu na masomo kama kawaida. Nita hata naendea kunilipa ada akiwa anajua mimi nipo diploma, kumbe mwisho kwa mimi nipo nipo certificate, nimerudia, anasema lakini, sasa naanza narudiaje? Pale pale ambapo napasoma, aibu hiyo, wenzangu anaendelea, mimi nimerudia, nimerudia chuo, naweza je kurudia, nikasahau. Ah, anasema pia kama kuna kakangu ambaye ni mtu mzima, ni mfuatiliaji wa masomo vibaya mno, basi baada ya likizo janasema mi nikarudi nyumbani na kule nyumbani yupo dadangu. Mimi dadangu asema ashamaliza chuo na ku graduate kasha graduate. Mimi nimerejea nyumbani, niko nasoma private chuo. Nimerejea nyumbani, wenzangu wamemaliza mitihani, wamematokeo ametoka vizuri, mimi ndo kabisa kichwa amna. Anasema niko nyumbani, sijui nifanyaje, sijui nieleze nini, kakaangu asiulize matokeo ya chuo atake kuyaona. Anasema kakaangu kasoma chuo anajua vizuri kabisa kwamba ni matokeo ya semester one, ali matokeo ya semester two. Anajua anatakiwa yaweje, unatakiwa uangalie wapi, unafanyaje? Yes, ia nilisi kuchanganyikiwa, nilishindwa niseme nini. Kusema ukweli, siwezi nikawa namzungusha mzungusha tu kakaangu. Anasema kakaangu alikuwa ni mtu ambaye ana familia yake, yani amesha maliza chuo kapata kazi tayari, ana familia. Anasema mimi na kakaangu tumechana parefu sana jina. Anasema mimi na kakaangu tumepishana mi, miaka tisa, kwa hiyo kakaangu ni mkubwa sana tofauti na mimi. Na babangu na mamangu wana watoto wawili tu wa kuzaliwa, lakini Miriam ndo mtoto wa dada yake babangu ambaye amemlea. Kwa hiyo anasema mimi na kakaangu tumepishana pa kubwa parefu sana, kakaangu ni mtu mzima, ni daktari, anafanya kazi zake, mimi ni mdogo sana kwake, kwa hiyo ameshaoa na kuoaga basi Jeni anasema nikawa kakaangu kwa sababu ananiulizia kwenye simu, nikawa namkwepa kwepa, namkwepa naambia nitakutumia mara, sina bando we eh, hivyo namkwepa. Jeni anasema kaendelea kukaa pale nyumbani, mimi endelea kukaa. Anasema siku moja ikawa kuna birthday ya ya ya rafiki ya I mean mchumba wake dada mpenzi wake dadangu, lakini anasema dadangu, mimi ni mtu ambaye hayo mambo sio mambo yake, aliniambia tu kwamba akawa niliona anaangalia picha na nini, anafu anavyoongea na simu anacheka na nini, akaniambia kwamba kuna birthday ya mpenzi wake, lakini yeye hatoenda na kuna party inafanyika. Ah, nikaambia tada, sasa kwa nini uende? Nikaambia, akaniambia ayo, so, mambo yangu. Kwa hiyo mimi situwezi kwenda, mimi nimempa tu baraka, atafanya birthday yake, atafanya atainjue na marafiki zake, lakini mimi sitaweza kwenda ah, yeye akasema mimi. Sasa nikaanza kumshawishi dadangu, twende twende twende twende twende twende. Akaniambia tutokaje hapa, nikamwambia wewe, tutajua tu namna ya kumshawishi mama kutoka. Na bahati nzuri, kaka alikuwa mimi ameshaniambia kwamba amesafiri kwao, najua sasa hayupo. Nikamwambia kwamba tutaenda kwa wifi. Nasema wifi yetu alikuwa ni mtu pisi sana, yani alikuwa ni mtu ambaye hana shida, kwa hiyo tukienda kule tutajadili. Tutaga nyumbani mama tumeenda kwa wifi kumsalimia, lakini tukienda kule tunaenda zetu wapi? Kwenye pati, shatengeneza direct, waambia wifi, tutampanga tu wifi. Wifi ana shida, tutaenda kweli ya anasema pale. Nikaanza kumchagulia dadangu magauni, sitaki tena vile magauni kama ya anasema ni dadangu, mimi yani upo kwenye ulimwengu wake peke yake, ni msichana yule bikira, bikira haswa, hataki ya mambo na nini ya anasema. Nikajitahidi kila nikimchagulia gauni anambia ni fupi sana, sitaweza kuvaa, na dadangu pia anasema dadangu pia, pia, yani kaumbika mashallah, anasema mimi na dada yangu hatuja hatujachana sana kwa sababu wote, mimi nimefanana na shangazi yangu ambaye shangazi yake ni dada mamake, kwayo, wa, mimi ni mama yake Miriam. Kwa hiyo anasema mimi tumefanana sana yani, wote tumeumbika vizuri lakini sasa mimi ndo kicheche yani, mimi ndo situlii ndiye sema tuliele, tulifanikiwa tukaaga nyumbani, tukaenda kwa wifi, tumeenda kwa wifi, kwa hiyo tukafanikiwa kwenda kwenye party. Sasa so, tumekaa kwenye party, mimi sikuwa na yaani sikuwa nafahamu kama mpenzi wake dada ndio yupo design. Anasema si kwamba nilikuwa simjue. Nilikuwa namjua, lakini niliwahi kumuona zamani sana tukiwa watoto wadogo sana, kwa sababu Jenifer anasema huyu kaka ambaye ni mhusana na dada Miriamu ni alikuwa jirani yetu zamani mno, wanasema nimemwona na nizeni nikiwa shule ya msingi mara ya mwisho ndo akaamaga baada ya hapo lakini. Jennifer anasema sasa nilivyokuja, ah, nilivyokuja kumuona nikajiuliza hivi huyu ni Felix au sio yeye? Sasa so, tumekaa pale nikaona mtu anakuja anatabasamu, anacheka na dada Miriam anatabasamu. Anasema hata vimelivyo sikuweza kumsubiri kusubiri, kabla hajafika nikamnongoneza tu dada Miriam, nikamwambia Don't tell me kwamba huyu ndo Felix ndo shemeji yangu? Akaniambia ndio, mm. <clears throat> Jenye kasema yani amekuwa ya mkaka mtanashati ni handsome boy vibaya mno, nikikumbuka ni Felix yule ambaye tulikuwa tunacheza naye tu huko nyumbani, alikuwa mwoga mzembe, mzembe mtoto wa mama yani, lakini amekuwa ya handsome mashallah, nimemwona basi, asema akaja pale akatusalimia sema nilimshangaa mpaka, yeye Felix mwenyewe akaniuliza, Ajeni, mbona unanishangaa sana? Nikamwambia no, nilikuwa najiuliza hapa, yani ni wewe umebadilika sana, tofauti na ulivyokuwa mdogo, yani umebadilika mno. Ningekutana na we njeni, lazima ningekusahau, lazima ningepishana ninge na wewe, hata ungeona kama ni dharau, ni, ni, lakini singeweza kukumbuka maisha yangu yote yani, umebadilika too much, sikutegemea. Kanaambia ndio hivyo maisha sua na nini basi. Ja, anasema tumekaa pale na dada yangu, pati ikaanza kweli, anasema u, u, Felix kwao ni wakishua, yani ni wakishua sana, anasema kwa hiyo kuna pana party hapo, ni nyumbani kwao, sio lazima, ni kipindi kile, sio ilikuwa ni kwao, sio ni wapi, lakini kwa nyuma kuna swimming pool ilikuwa na wanafanyia party, wako vijana mm, sema wako wa kaka wa dada wazuri, kila mmoja amevaa kwa aina yake. Nikaanza kumnong'oneza dada, nikamwambia eh, dada, unaona ungekuja na ile magauni gauni yako ungekuja kumuaibisha tu bure Felix, hata nisingekutambulisha mbele za watu. Akasema kweli, walikuwa watu wamevaa vizuri. Akamtambulisha pale kama mpenzi wake, lakini anasema wakati wa utambulisho niliona dada fulani hivi kama alivyomuona Felix, kamtambulisha dada yangu dada Miriam, kama alibinua fulani uso hivi, afu akaondoka eneo lile. Ah, lakini mi nikasema atajua mwenyewe, lakini sio kwamba simjui, namjua. Nasema na baadhi wengine nawajua wana, wanasaliki kanisani kwetu kanisa letu ambayo tunasali, lakini jina nasema walivova walivovaa, ah, si tumejistiri mpaka nikasema ka hivi aa, ndo kujaakanisana wamejistira wamevaa vizuri wamejifunika vizuri, ndo wanavaa uchi kiasichi sema walivyovaa yani, sisi tuna afadhali yani. Anasema tumekaa pale, umekakaa muda umeenda, he, dadangu akaniambia kazi tuondoke, karibianio ndo kwanza swi saa nne anatumbia chondoke, ndo pameanza kuchangamka tu, ndo amemaliza kukata keki, yani ndo shamra shamra zimeanza. Nikamwambia dada, saa hizi basi, kwa sababu tuna uhakika wa usafiri Felix, ameshasema tuna uhakika wa usafiri, basi tusubiri subiri, hata mpaka saa sita, saa sita, saa sita hivi tutuondoke. Akaambia ah, mimi nimeshachoka kukaa hapa. Asema dadangu hanywi chai hanywi pombe yote, na bado tena ananizuia na mimi kunywa sema nika kweli na, na, na, so yani, na mimi sinywi kwa sababu ya kumheshimu dada. Kwa hiyo mimi nakunywa juice kwa watoto wenzetu wanakunywa pombe, sio kunywa juice. Jana nasema kiufupi, mimi kiukweli, mimi mwenzako nakunywa japo nyumbani hawajui, lakini mimi nakunywa haswa chuoni, huko ndio nilipojifunzia, yani nakunywa vibaya mno. Kwa hiyo dadangu alinikataza kuona, mimi nikasema nikamheshimu tu kwa sababu ya dada. Sema dadangu, mimi kitu kingine, ana shida ya pombe akawa anaambia kwamba ameanza kutokujisikia nini, kutojisikia vizuri, kwa hiyo bora aende tu nyumbani, tuondoke tu tuende nyumbani na hajabeba dawa. Nikamwambia si tuombe, tumwombe tu Felix Swet. Akasema Jeni, embu mimi sipendi usumbufu, sipendi kumsumbua mtu, ngoja tutumwage nende nyumbani. Nikamwambia dada, hivi unaona kulivyo, kuna wadada wengi wazuri hapa afu walivyovaa alivyo nini, kuna pombe unakunywa, unajua anaweza kukuibia, wakakuibia mchumbako hivi. Kwa nini tusikaekae mpaka tapati iishe tuondoke, tuhakikishe umemwacha kwenye mikono salama. Ah, asema dadangu akaniambia, umeongea kitu cha maana, lakini wacha mimi niende kwa sababu ifia na shida, wacha mimi niende nyumbani, alafu wewe baki umlinde shimeji yako. Nikamwambia, dada, upo serious? Akaniambia, ndiyo ni upo serious, nakuamini wewe, na mimi nimekusaidia mambo mengi sana, sidhani kama ila kwangu limoja tu utashindwa kunisaidia kwa hiyo wewe mimi naondoka, mimi ni Felix anitafutia usafiri mimi niondoke, alafu wewe baki na shemeji yako, umtunze, yani umlinde, hakuna vidada vinavyomfuata. Nikasema, nikakubali, na mimi nikakubali. Umlinde, hakikisha hakuna ha, nika, sema, hapa ndipo uhasama tena ulivyorudi ndani ya familia yake juu yake, yeye na dada yake. Dada yake aliondoka akamwacha Jeni eti ya mlinde yake. Je, ni mwenyewe huyu dakika mbili mbele itakuwaje? Kitu gani ambacho kitatokea kati ya yote haya ambayo anatuelezea? Hapa sasa ndo story yetu au simulizi yetu inaanza kunoga. Tutakutana tena juma lijalo, juma tatu tujue kipi ambacho kitaendelea. Je, atafanya nini? Nini ambacho anasema ndo chanzo cha kuanza kukwazana yeye ndo dada yake, kitu gani kitatokea? Mi naitwa Madam T, endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Lakini nikuambia pia, simulizi hizi haswa ile ya bahati ambayo watu wengi sana wameguswa wa, nayo watu wengi sana wanataka kuanza kusikiliza mwanzo, ingia kwenye YouTube ya Banana FM Tz, andika Banana FM Tz bahati, kwanzia sehemu ya kwanza ipo kule. Niatakie jioni njema, niatakie wekend njema.